So, um, nilikuwa nazungumza na dada mmoja anayefanya kazi TTCL, shirika la simu na nini kuhusiana na huduma za internet. Katika kuzungumza naye akaniambia, unajua mimi huwa sio mwepesi kuzungumza na mtu ambaye sijamzoea." Nikamwambia, mm-hmm. "Lakini wewe naongea na wewe, yani, najisikia kama ninakufahamu siku nyingi." Kwa hiyo nadhani ni wewe kuna kitu unakijua jinsi ya kumfanya mtu awe comfortable, lakini aweze kutaka kusikiliza na kukuamini. Akaniuliza swali akasema hivi, Yani, niambie unawezaje kumfanya mtu akusikilize na akuamini? Nikamuuliza, hebu subiri kwanza, unasemaje? Rudia tena. Akaniambia, unawezaje kumfanya mtu akusikilize na akuamini? Basi na hiyo ndio topic yetu ya leo. Nimekuandalia pointi saba zinazosema njia saba za kumfanya mtu akusikilize na akuamini. Karibu sana. Success Path Network 2021 tumerejea. Mimi naitwa Edison Jumanne, karibu sana. Unatokea pande zipi? Niambie hapo chini kwenye comments, kwa maana nakutazama nikiwa New York City, no problem. Tumerejea, unawezaje kumfanya mtu akusikilize na akuamini? Nimeanza na kijistori kidogo, kama hujakiona unaweza ukarejea ukaangalia ujue story iliyofanya kuleta hii topic, sawa. Ni topic muhimu sana kwa sababu watu wengi sana, unaweza uka una jambo lako unataka kusema, lakini watu hawakusikilizi. Kwa lugha ya Noel, kwa ndugu yangu hapo, yeye anapenda kusema hawakuzingatii, yani watu unasema, lakini hawakuzingatii, sawa So ni muhimu sana ukiwa unasema kitu watu wakuzingatie wakusikilize, lakini sio tu hivyo uende mbele zaidi kwamba pia wakuamini ah. Hapo utakuwa umeupiga mwingi, kwa maana watoto mjuni wanavyosema. Sasa pointi ya kwanza nimeandaa kwa kweli, dada alivyoniambia nikapata uh, speed ya kuandaa kitu fulani. Moja, ongea kwa uhakika na kujiamini. Kuongea kwa, kwa, kwa uhakika na kujiamini, tunasema kwamba, yani unapozungumza uwe una uhakika na kile kitu unachokisema lakini uhakika unatokana na kujua. There is a quote that says confidence comes from knowing, kwamba uh, kujiamini kunatokana na kujua. Ukiwa unakijua vizuri kile kitu unachokisema, ina maana utazungumza kwa uhakika, utazungumza kwa kujiamini, si ndio? Na pia utumie sauti yenye msisitizo. Epusha kutumia viunganishi vya maneno au vitu kama, watu wengi sana wana hii e, kwa hiyo e, izi, e, a, sasa, a, sasa, E, mwenyekiti e, kama unavyojua e, nimekuja hapa e, e, kwa hey <laughs> zikiwa nyingi zikizidi zinaboa watu, zinakutoa kwenye line, watu wanashika simu yao wanaendelea na kuchati, wanaanza kuangalia aa, nani ameposti nini, ni Instagram, Facebook, Twitter. Ah, kumbe wewe huko pale unazungumza. Kwa hiyo moja, jua kwamba unatakiwa kuongea kwa uhakika na kujiamini. Uhakika unaupata ukiwa unajua kile kitu unachokisema. Kwa hiyo wakati mwingine inamaanisha kwamba hey, there is no right to speak with our research. Hakuna haki ya kuzungumza bila kuwa na research. So, ukijiandaa vizuri utaweza kuzungumza vizuri zaidi kwa sababu unakuwa una uhakika na kile kitu unachokisema. Tuangalie point ya pili. Simama au kaa, katika lugha ya mwili inayoonyesha uwepo. Hii tunaita powerful body language. Mfano halisi kabisa, mfano hai. Uh, technical director wangu mimi wakati niko TV1 anakuwa anaitwa Andy Jones.

Proper etiquette, za kukaa nini, hata jinsi ya kukaa, unakuta anakaa yani kifua kinatoka mbele, mgongo unarudi nyuma. Mtu anakaa yani amenyooka, yani mgongo ndio huo umenyooka, sawa. Unajua mtu alikaa vile akiwa mbele yako, lazima utamzingatia. <coughs> Naona napata kazi ngumu sijazoea ku, ku, naona kama nakuwa kama robot najifanyisha, naona kama you see, lakini it's the best way. Lakini baadaye nimekuja kujifunza zaidi kwamba unapozungumza na mtu yani, ni muhimu sana kuwa na body language ambayo is strong, sawa, eh, St uh, powerful body language, umekaa mgongo wako umenyoka vizuri, lakini haiishii hivyo tu peke yake, kwamba yani kifua chako kiko mbele, umekaa vizuri. Sasa usifanye mpaka uonekane kama unaigiza umemkalia mtu. Pia gestures mikono yako unavyoitumia, sio kila wakati kama una, unafanya, sio hiyo unapoitumia sometimes kuelekeza vitu, lakini una smile, lakini macho yako yanamuelekea yule mtu unayezungumza naye, au kama ni hadhira unazungumza nayo, unawatazama wale watu unaozungumza nao. Unapomtazama mtu unayezungumza naye, unamtumia ujumbe kwamba wewe ni mtu unajiamini na una uhakika na unachokisema na haumdanganyi. Hii ni technique hata maaskari huitumia kuwagundua watu waongo. Mtu mwongo anaambiwa muangalie tu machoni, atatafuta kupeleka macho yake, hawezi kukuangalia kwa sababu anakudanganya. Hawezi kustahimili mboni za macho yako zinapokuwa zinamwangalia kwenye macho na anakudanganya. Hata mtu anayekupiga mzinga, kama anakupiga mzinga kwa kukudanganya. Yaani akianza tu bro eh, mbona unaweza kuwa na buku mbili wewe muangalie, machoni muangalie. Utaona ah, sasa Unajua, so it's a technique. Kwa hiyo jifunze ku maintain eye contact, kuwa sawa. Ile ukionekana unajiamini kwa mwili wako tayari watu, watu watakuchukulia kwa uzaidi pia, yani watakuchukulia kwa uzito na ile thamani inapanda pia. Jambo la tatu unawezaji kufanya watu uh, wakusikilize na wakuamini pia. Poin ongea kidogo. huwa so, <laughs> ni watu wana maneno yasiyo na mpangilio, sio tu hiongeza madalali msimsichukie mnafanya hivi wenyewe kwa sijui kwa nini mnafanya hivi wewe unaniambia kuhusu nyumba sawa tunaenda kuona sawa lakini hapa katikati hapa utaniambia mambo mengi sana afu mengi hata sio kweli tukifika kwenye nyumba unaweza kuta huyu dalali ndio nyumba anaiona kwa mara ya kwanza kaitwa na mwenzie ndio anaenda kwa mara ya kwanza bwana iko hapa kwa sababu mnatoka unaona anaenda pembeni ili ili wewe usisikie kwamba eti anaelekezwa hataki kwa sababu anataka yani kwamba wana nyumba ipo nyumba nzuri sana yani ile nyumba ukiiona ajeiona yeye mwenyewe you see sasa inafanya anakupanga sana, anaenda pembeni, lakini utasikia eh, hapo karibu na kile kibanda eh, kwenye kona pale, kichochoro eh, haya eh, twende. Ah, unajua mimi niko namtafuta, kumbe nishasikia anachosema. Kwa hiyo watu wanaokuwa na maneno mengi wanapuuziwa. Madalali kwa maneno, mnapuuziwa, sikufichi. Watu wanakutegemeeni kwa sababu tu mnawapa nyumba, baada ya kuna, huna thamani yoyote, mnaonekana tu madalali, watu wauni wauni, watu wa ovyo, msio kuwa na maana yoyote. Lakini ukiwa na maneno machache, unaongea kilichopo kama nyumba uijui, sema uijui mwambie, twende tukaione pamoja, ukiona bana, vipi umeridhika nayo? Lakini mtu kishaiona, hapa mbona pabovu? Hapa sio pabovu hapa, sema ulivyopakuta, sasa hivi ni mwanga unavyopiga, lakini baadaye hapa pana oya, huu kuta sio nataka kuanguka huu, hapana ni, ni mida hii tuliokuja tu, jinsi jua linavyowaka ndio unaona kama, lakini hapa usiku pana kwa ukianguka usiku. Sawa, nafikiri ushaelewa. Ongea kwa ufupi kwa maana Watu watakuthamini na watathamini sana kwa sababu kwanza utaokoa muda wao na utakuwa na pointi nyingi zaidi. Watu wataanza kukupenda na watakupa heshima bila hata kujua kama wanakupa heshima. Kwa nini? Kwa sababu upo straight to the point. Sio mtu wa porojo. Twende jambo la nne. Jifunze kusikiliza kwa umakini. Hii tunaita active listening na ujibu kwa busara pia. Sawa sawa, eh? Sasa watu wanaoheshimika sana ni wale wasikilizaji wazuri. Unajua kwa nini mtu anayesikiliza anapewa heshima? Kwa sababu anamfanya yule mzungumzaji kupata hisia kwamba amesikilizwa na mtu anapokuwa amesikilizwa, anaona amethaminiwa. Amesikilizwa, amethaminiwa kwa upale. Hata kama baadaye utakuja kumkatalia idea yake, lakini mwanzo ulishamridhisha kwamba umemsikiliza. Lakini kwanza usikilizi mtu, ukiongea unamkatisha mtu afu, majibu yako pia sio ya busara, unajibu tu majibu yoyote. Mtu unamkasirisha kwanza kwa kumkatisha, na pia majibu yako mwishoni yanakuwa sio ya kuridhisha, kwa sababu ni majibu ambayo si ya busara ndani yake. Kwa hiyo nakupa sababu ambazo zitakufanya watu wakusikilize na wakuamini. So kama unataka kwenda na hili, hakikisha unakuwa msikilizaji mzuri, utawapata wengi. Point ya tano, jenga mamlaka kupitia maarifa na uelewa mpana wa mambo. Jamani, hili sijui kwa ni kwambie hili jambo ni ukweli kabisa. Akitokea mtu ambaye ni mpiga porojo tu, alafu akatokea mtu ambaye ni msomaji wa vitabu anajua vitu mbalimbali mbali, katika kuchangia mada, lakini huyo ataongea, afu akiongea mara mzee anadondosha na koti pale, nukuu fulani. Anakwambia eh, anakwambia labda unajua, <coughs> uh, kwamba sometimes in life someone else can can take you you to a journey within yourself that you can never go by yourself, kwamba wakati mwingine kwenye maisha mtu mwingine anaweza kukupeleka katika safari ndani yako ambayo wewe huwezi kwenda mwenyewe

Kwa hiyo pointi ya msingi ya kuondoka nayo, jenga mamlaka kupitia maarifa na uelewa mpana wa mambo. Maarifa na uelewa mpana wa mambo. Kwa hiyo tazama video za mafundisho kama hizi nyingi, soma vitabu, sikiliza audiobooks mbalimbali, zitakusaidia. Unajua usipuuzie, unaposikiliza hata kwa dakika tano kuna kakitu unapata. Mimi hapa kabla sijaanza kipindi kuna kitu nilikuwa nasikiliza ngine, kuna vitu hata nimepata vilivyo vitatu naweza nikakwambia, ila kwa kwa nje ya topic tuvyachane navyo. Nachomaanisha ni kwamba uwezi kuondoka bila kupata kitu au kusoma. Kwa mfano ukajitengea muda asubuhi kabla sijatoka au kafona, kama unapanda dadala, unapanda dadala unafanya nini? Kamata kitabu chako wakati umetulia, pitia chapta moja mbili yeah. Unapata kitu, yani uwezi kutoka hivi, hivi. Baada ya miezi mitatu ya kufanya hivi unakuwa mtu tofauti kabisa unakuwa ume, ume, umetafuta mamlaka kwa, kwa kuongeza maarifa unaona na nini, uelewa mpana wa mambo mbalimbali ambao watu wanapenda sana. Watu wakigundua wanafanya hivyo watakuheshimu na kukupa nafasi ya kusema popote pale. Ndio, aisee umehudhuria tusemu, Bana Noel, tunaomba usalimie kidogo bwana. Karibu bwana, usalimie kidogo sababu unajua una vitu, una vitu yaani atoki shtukizwa, kuna vitu unatoa. So hiyo ni dalili kwamba watu wanakuheshimu, wanakusikiliza na wanakuthamini. Ah, uh, point ya sita, uh, ongea kwa namna inayoamsha hisia. Hii tunaita use emotional intelligence. Watu usikiliza zaidi wanapojua unagusa hisia zao, sawa sawa. There's a quote moja ile inasema hivi kwamba people might forget what you've said but people will never forget how you made them feel, ya yeah, kwamba watu wanaweza wakasahau ulichosema, chochote ulichosema, lakini watu hawawezi kusahau ulivyowafanya wajisikie. Sasa, na unajua, kwa namna ambavyo sisi watu tunatoa speech, kuna namna ambayo unaweza ukazungumza ukagusa hisia za mtu. Kwa hiyo popote unapokuwa unazungumza, kumbuka kwamba ukiweza kusema, yani kile kitu utakachosema watu wakahisi kwamba unawasemea wao, yani watu wakahisi kwamba unazungumza hisia zao, unazungumza hasa wanachokihitaji, amini usiamini watakutazama kwa jicho tofauti sana, na watakupa heshima na watakupa vyeo vyote kama nilivyozungumza. Yes. So chukua hiyo. Point ya mwisho ya saba, Hili jambo jamani linatoa heshima sana. Jifunze kusema hapana na ujifunze kuwa na msimamo wa kile unachokisema. Watu wengi sana wanageuka kuwa yes, man. Yes, man ni watu ambao wakiambia chochote ah, sawa hamna shaka sawa. Kuna sehemu katika ofisi yangu nyingine, kuna kitu fulani hivi, kuna jamaa wangu mmoja anafanya graphics. So alikuwa kitu alikuwa anaandaa siku moja kitu fulani hivi, akasema hapa itapendeza tukiweka kuwe na Uh, red carpet experience. Inapendeza kuwe kama vile red carpet wageni wakifika wanaojua hapa. Wote watu, watu, wakakubali. Sawa? Alafu baadaye akaja kiongozi mkubwa akaambia ile idea akapinga. Yule kiongozi mkubwa akasema, ah, ya nini bana hii, naona inaongeza gharama tu, afu na kuongeza kazi, lakini haina maana yoyote. Guess what? Katika ile group ambao alikubali karibu nusu ya watu pia wakaunga tena. Wakasema ndio ni sawa wakaungana na, na bosi wakamkataa designer. Lakini Zidane anajua, baadaye ilikuja kuleta shida. Wakati siku ya tukio wageni wanaingia, wanataka kufanya hapo interview peupe, hamna nani. Kwa hiyo ikaanza kukumbuka sasa, ah, wazo la jamaa lilikuwa zuri, lakini wala watu wote wa nini walishindwa kushawishi, kwa sababu walienda na ushawishi wa boss. Wale ni yes men, watu wasiojielewa, hawajitambui, hawajielewi. Wao wakiona wanamsikiliza mtu kutokana na madaraka yake na power yake na nguvu yake, na huo ni udhaifu mkubwa sana unaotokea. Kujiepusha nao, usikubali kitu kwa sababu tu unajua utapata chochote, kwamba ukizingatia zingatia, unataka uwe mnafiki fulani, utapewa chochote. Don't do that, inashusha sana heshima yako, inashusha sana heshima yako, hata wewe unayemfanyia hivyo. Nataka niliseme leo, ukimwona mtu yote ana power, mtu yote ana pesa, tajiri, matajiri wote wanajua, hata wanaotazama video hii sasa hizi, they already know this lesson, kwamba watu wengi wanajisogeza kwa ukaribu kinafiki ili wapate kitu fulani, ili waweze kupendwa. Kwa hiyo wanajua, mtakuja, mtasema sema vistori mtasema watu wengine, mtawasifia sifa za uongo, uchawa, design za za hivyo ili kwamba chochote mwokote, si ndio? Hiyo inakushusha thamani. Kuwa na msimamo. Kitu sio sawa, sema hiki sio sawa. Hapana, siju nje ufanye, hapana. Hiyo hapana, mimi siwezi kufanya kwa sababu ni nje ya misingi yangu. Mimi siwezi kufanya. Wewe unanikatalia mimi? Hapana, sikiza, nakuheshimu sana, lakini hicho kitu mimi siwezi kufanya. Tafadhali, nakuheshimu sana, naomba tafuta mtu mwingine. Sasa ukinikomalia ili jambo lingine tena sawa, lakini hapo umekuwa umeonesha msimamo wako. Lakini amini mimi, siku nyingine mtu huyu hawezi kurudia, kwa sababu atakuwa anakuheshimu. Yani kwanza atakuheshimu sana, na jamaa ana msimamo sana. Hawezi kusema, lakini moyoni ndani yake atajua, kwa mtu fulani anamsimamo, anajiheshimu. Guess what, itakuongezea thamani na itakuingiza katika group la watu ambao watu wanapenda kuwasikiliza, kuamini na kuwathamini pia. Na kutajia titles tu za pointi hizi ili ukumbuke topic ya leo inasema Uh, sifa saba za kufanya watu wakusikilize na wakuamini pia wakuthamini. Moja, ongea kwa uhakika na kujiamini. Mbili, nimesema simama au kaa kwa lugha ya mwili inayoonyesha uwepo, tunaita powerful body language. ya tatu, nimesema ongea kidogo lakini kwenye point, Be concise and straight to the point. ya nne, nimesema jifunze kusikiliza kwa umakini listening na ujibu kwa busara. Pia jambo la tano nimesema jenga mamlaka kupitia maarifa na uelewa wa mambo mbalimbali upana, vast majority of stuff in your head. Jambo la sita nimesema ongea kwa namna inayoamsha hisia use emotional intelligence, jifunze. Jambo la mwisho nimesema kusema hapana na kujua msimamo wako ni muhimu sana kwenye maisha yako. Mimi naitwa Esden Jumanne. Kama hayo ulikuwa unayajua, niambie. Kama kitu umejifunza leo, niambie kipi kipi ambacho unaona kwamba kinafaa kuongezewa kwenye listi ya haya saba, tukafikisha hata 10, 15, 20. Niandikie chini kwenye comment section, nitapenda ni nisome na kujibu kila comment. Thank you very much, till next time. Success Path Network, each one teach one.